Zamani swala la la wazazi kutafutia watoto wao mwenza wa kuishi naye ilikuwa ni swala la kawaida sana, kwa sasa hivi ni kama imepungua kimtindo fulani, vijapo kuna baadhi bado huo utamaduni wanao aa, na sio kwa ubaya. Wazazi wanafanya kwa ajili ya kulinda furaha ya watoto wao, wapo radhi kufanya research ili uhakikishe mtoto wao anapata mwenza mwenye maadili, mwenye heshima, ambaye atamheshimu na kumjali, lakini pia atampa furaha. Lakini sasa swala la furaha hilo, nafikiri ni linatengenezwa na wawili ambao tayari washakutana, sababu wewe mzazi unaweza kumtafutia mwanao mwenza ukihisi huyu ninomtafuta huyu mwenyewe huyu atampa mtoto wangu furaha, lakini sasa hiyo furaha kutokana na hawa wawili, jinsi wao watakavyojitengeneza, ili hiyo furaha iweze kupatikana, ndio na wazi sasa. Kwa mfano, ningekuwa nyumbani sasa hivi, eh, nipo nipo kwa mama, kwa baba, halafu wakati unafika shua anakuja leti sana nikuta, nimekaa sebuleni, nimechiri sielewi, nawaza kuhusu maisha yangu ya baadaye. Mshua anakuja na chiri pembeni hapo. Ah, namsalimia shikamo, anaitikia marahaba. Hapo sasa nakukaa, natulia, nasikilizia mshua. Mbona leo kama kaja tofauti? Mbona sio kawaida yake? Mbona kama ana jambo hivi kilizia sasa nisikia anasemaje, afu ndo ananiambia oh, kijana wangu, sasa umekuwa ni wakati, umefika wewe uanzishe familia yako. Namambia baba, ni kama upo kwenye mawazo yanu, kwa sababu nami nilikuwa nawaza kitu kama hicho kutokana na pata mchumba muda mrefu lakini nikuwa bado sijaje kumtambulisha, ila sio muda nitamleta kwenu muone. Shua sasa hapo ananiangalia jicho fulani hivi, alafu nasikia kakimya hapo sasa, na mimi napozi kidogo, namsikilizia mshua kabadilika ghafla, alafu nanaambiaje, unafikiri kila mwanamke ni wa kuoa? Nisikilize kuja kukuambia hili jambo ni kwamba tushakutafutia mke na sio muda utamuoa, utaishi naye. Afu mwisho ananyanyuka naondoka zake, mi navuta pumzi kwanza hapo. Sasa nawaza kuhusu shula wangu huyu, inakuwaje? Inakuaje eh? sitakaa sawa. Namwona mamangu baba anachokuambia ni sawa, we ushakuwa mkubwa, unatakiwa uwe na familia yako. Kisha mama, namwangalia. Lakini mama, mnakosea, unachofanya sio sawa kabisa. Mimi tayari ni mtu mzima kama baba alivyosema, kwamba nimekuwa natakiwa kuanzisha mji wangu ni kweli, nimekuwa na na moyo wa kuchagua anayemtaka. Kwa nini mnichagulie mke mama? Kwa nini msiache nikachagua mwenyewe ambaye nahisi atanipa furaha? Basi hapo, baada ya mama kumwambia hivyo, anajikuta ameingiwa na huruma, lakini anakaza, anaambia, "Ah mwanangu, sisi ni wazazi wako, tunajua mengi ambayo wewe huyajui. Usifikiri kila mwanamke ni mwanamke wa kuishi naye. Tumekuchagulia mke ambaye ana maadili, atakufaa. Ni msichana mzuri, na mimi hata wewe ukimwona utampenda mwanangu. Lakini mi bado moja ikae kwenye mbili na mwaza shula wangu afu nawaza kumwona huyo huyo mchumba niloandaliwa, lakini sasa sio kwamba na, na, nawaza kumwona eti ni eti nimempenda, ni, ni, ni nimeshawishika, eti nimeingia kwenye mfumo. Nawaza tu nimwone yukoje, yukoje. Ah, lakini sasa nawaza kumwacha shula wangu, naona nayo hii kipengele. Eh, baada ya muda nakuja kumwona mchumba ni ex wangu ambaye tuliachana baada ya kunikazia, mi nataka mali, mchumba ataki kutoa mali. Afu sasa, sio kwamba nilikuwa namkubali wala nini, yani ni vile nilikuwa nimetamani, yani alikuwa na vitu fulani hivi, mzigo fulani hivi, alafu nataka nichape afu nitembee ya nini tu, kwa nini na shula wangu ambaye kisula anacho japo nini ya? lakini fresh tu nimeridhia na shula wangu, lakini mwisho wa siku sasa na kuja kukuta ndo nimeandaliwa huyo hapo. Baada ya kumuona hii kwa ajili ya wazazi, acha nikaze niishi naye. Tunaishi tunaishindani kibishi, mchumba sura ana japo kajaliwa nini japo yuko vizuri, kajaliwa mashamba, lakini sura ana... nikiwaza huyu kweli atanizalia watoto gani? naona kabisa hapa sina mahensamu sina my beautiful girl, kabisa hapa, hapa sina sina. Nikimtizama nikimwangalia naona kabisa hapa, hapa sipati mahensamu, ila nikimfikiria sasa shule yangu naona huyu alikuwa mwenyewe, japo ndo hivyo wazazi wamekatili waminikatii wakanipa mchumba ambaye alikuwa so vitu vyangu, alikuwa na vitu vyangu fulani, ile kwenye kuishi, kwenye kuishi, kwenye kipenda roho alikuwa so vitu vyangu. Tunawaza hiyo ndoa, ndo naifikiria hiyo ndoa, sasa ni ambapo tunaweza tukawa tunaishi humo ndani. Yani, imajini mtu mpendi na yeye akupendi, sasa ndo mpo ndani, mmeunganishwa na wazazi kwa sasa wamewaunganisha kwamba mtapendana huko, huko mtajua. Wenye picha linaanza kwanza, Ashura bado upo kichwani, bado sijamfuta kwenye mind. Nikimwangalia yani yule mwanamke ambaye nimechaguliwa najikuta jikuta natamani bora hata ningekuwa naishi na Ashura ndo nimemwoa, nime mo nime naanza kunambia sasa, kwa bado hujachelewa, unaweza kuwa naye Ashura hempigie simu, futia waya, nasikia nanaambia wewe tayari umeoa Unataka nini kwangu? Nisika na mwanamke yule muoa. Kama umpendi jifunze kumpenda, I hope wakati utafika utampenda, afu ananikatia simu. Basi mimi hapo naona kabisa hapo ndo ashura nishampoteza mazima, najikuta na huzuni yani na machungu afu kwenye illustration. Sasa ndo nani huyo anapita mbele yangu huyo kwa mtu kama yangu na kwa mtu agubu yani, huko yani unaambiwa kitokee. Sasa mi ndo najikuta naanza kuferi upendo, ndo naanza kujisikia kumpenda, maana kama fresh tu, maana kama mchumba ananoma, kwa nini siishi naye tu kwa upendo eh? kunajikuta moyo ni kama unakuja kuja tu yani, ni kubaliani na hali So kiasi hacha kwa mara ya kwanza mtoto nimwongeleshe kimahaba nini zile eh, ili kamaweza kuanda chakula, tumekula kibububu kama, kama tulivyozoea kwa mara ya kwanza. Mtoto namsifia namwambia, umepika chakula kitamu sana. Hasa hapo najifanya sheromanikane, mtoto namwangalia, mtoto namwangalia afu namwambia, tangia nianze kuishi na wewe mm, ngoja sijawahi kukupenda kabisa. Kusikia hivyo, ananiangalia kimtindo hivi kimamo, nasema we tulia, lautaileweka tu. Naendelea sasa kumchana hapo, narudi kwenye modi ya mtu, tunaendelea kumwambia kwamba kama anaanza kuhisi upendo natamani navyojisikia, na ungekuwa unajisikia hivyo ingekuwa nzuri, na kesho yetu ingekuwa nzuri zaidi. Nisingependa tuendelee kuishi hivi tunavyoishi Ningependa tuishie hapa, na kuanzia leo tuishi kama mke na mume ambao wameoana kwa kuridhiana na kuahidi. Kuanzia leo nitakupenda kama mke wangu, na sitakuona kama nimechaguliwa na wazazi, ila nitakuona kama nimekuchagua mimi siendelee kuishi hivi. Basi mtoto ananiangalia, kisha nanyanyuka, ondoka na zake chumbani. Namwangalia anavotembea na anavoenda chumbani, nasema hisokoili, acha nimfate huko huko. Afu mtoto namfuata mpaka chumbani, namshika na, namwambia na niache ache, nasema kuwa mpole basi Afu mtoto namnyanyua hivi, baada ya kumnyanyua sasa namwambia, ninachokwambia namaanisha, nipo serious, nahitaji tuishi kwa upendo, nahitaji tuishi kama mke na mume ambaye wana upendo wa dhati, niamini niamini uniamini. Basi, basi, hapo mtoto ananiangalia akiwa ni kama ameishiwa pawa kabisa, jielewi. Afu ananiuliza. Una hakika unachoniambia kimetoka kwenye moyo? Namwambia, "Ya." Ndio. Una hakika asilimia mia? na ndio maana nimekwambia. Basi mtoto anaishiwa pozi kabisa, anajikuta anani, ananikumbatia ni yani. kama amini yani ni kama amini, kama ningekuja kubadilika kiasi hicho afu Ndo na kuwa mwanzo wa safari yetu ya maisha yenye furaha. I hope na amini umeenjoy kwa story yangu, mm-hmm. Tukutane kesho katika story nyingine.